Wasanii wa WCB wanatarajia kufanya matamasha mawili ya kufunga mwaka katika mikoa ya Dar es Salaam pamoja na Iringa kwa lengo kuonyesha upendo kwa mashabiki wao ambao hawajawahi kushuhudia wasanii hao wakiimba pamoja. Mwandishi wetu Zaitu ni Mkwama ameandaa taarifa ifuatayo. Kampuni ya Wasafi ambayo iko chini ya msanii Abdul Nasibu maarufu kama Diamond imeandaa tamasha katika mikoa ya Iringa na Dar es Salaam ili kutoa burudani ya kufungia mwaka kwa mashabiki wao. Kampuni hiyo ambayo kwa sasa inatamba na no wimbo wake wa Salome, watatoa burudani katika matamasha yatakayofanyika jijini Dar es Salaam Desemba 24 na kumalizika Iringa Desemba 25. Wasanii hao Diamond, Rich Mavoko, Harmonize, pamoja na Rayvan wakatamba kuwapa burudani mashabiki wao. Mimi yangu tumejipanga sana na siku nitakuwa na perform live na bendi kabisa, tutakuwa na perform na bendi na nafikiri watu waje kuona kwa nini, na nimesema nita perform na bendi, utofauti wake utakuwa wapi, kuna kitu gani nimekileta kwa mziki Tanzania, no? kwa mashabiki wa muziki Tanzania na, lakini kwa upande wangu nimejipanga vizuri sana uh, show itakuwa kali, watu waje tuweze kunogesha upendo pamoja, make sure unafika tu mapema pale Jangwani kwa sababu kila msanii ataonyesha uwezo wake jinsi gani anaweza kuwaburudisha mashabiki wanafurahi. Panga vyema kabisa na nafikiri ndio show yangu ambayo nafikiri itafanya watu kujua ukubwa wa Rich. Kwa hiyo watu wafike kwa wingi sana. Kwa upande wake mkuu wa masoko na mawasiliano wa Vodacom ambao wamedhamini tamasha hilo, Nandi Mnyomela amesema wanataka kuonyesha upendo kwa mashabiki wa WCB, huku meneja na DJ wa WCB wakazungumzia maandalizi ya tamasha hilo Salam tunaita Vodacom Wasafi Beach Party pamoja na Iringa, tutakuwa tuna Wasafi Vodacom Wasafi Festival yeah, ambayo hizo ndio show za kufunga mwaka. Kwa hiyo tuna mipira tutacheza mingi, kutakuwa na michezo mingi kwa sababu show itaanza mapema, na tunaomba utamaduni wa kusema kwamba kwa sababu ni show ya wasanii wa Bongo Flava wakajua itaisha late no, ukafika saa sita maliza show na washaondoka. Tumejaribu kufanya kitu ambacho kwa wewe ambaye utataka kuona RJ ana mix vipi anachanganya vipi nyimbo tofauti tofauti, tofauti mbali na za Diamond na zani tareishinane ukija pale Jangwani Seabreeze utapata tuseme utapata kuona upendo zaidi katika tamasha hilo. Vodacom itatoa tiketi mia sita kwa mikoa yote miwili kwa mashabiki wao ambao watataka kushiriki tamasha hilo <muchilis>